Has been uh, a concern -e uh, uh, na tumekusanyika hapa na tuko na ujumbe ambapo nakuelekeza kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kwamba Rigathi Gachagua amekosa heshima kwa viongozi ambao wamechaguliwa kutoka kaunti ya Kisii, kiongozi na majority whip Mheshimiwa Honorable Silvanus Osoro, na sekretari ni uer amaiai nyekundi. Tusidanganywe Wakenya wenzangu. Silvanus Osoro ni mtoto ambaye alianza kama chokora, yes. na sasa ni mbunge anawakilisha watu wa South Mugirango yes. mshabakazi toka aingie pale kama mbunge 2017 kwa mm -hmm. Historia yako Bwana Gachagua That is the best performing MP. Hata sasa hizi zinaonyesha saa hii ya kwamba huyo iziaaaawakati unaanza kukuhusu Mheshimiwa Osoro na Jaberi Nyakundi, kwa sababu wanataka na wao kisiasa. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, sisi ni wapenda amani, sisi tunakuheshimu, sisi tunabelieve hii Kenya hatuwezi ongozwa na watu wa kabila watu wachochezi, watu ambao hawana mwelekeo ati ajenda yao ni kusema wanataka kumtoa rais ntam. Mimi nataka kuwauliza ni katika Gachagua amefika mahali anapata tupea mwelekeo Kenya kwetu. Alikuwa ni naibu wa rais, akatuambia hii Kenya ameweka mitego ya wale watu wanapigia serikali ati ndio wanapata services wale wanyatuku ipigia tukao huko nyuma hey. Katikashawa tunaweza mwamini kweli hey. Sisi tunataka kumwambia kama jamii ya hey, Mkisii, hey, ukiendelea kutusi viongozi wetu, ukiendelea kutusi Mheshimiwa Osoro, ukimtuzi Chaveri Nyakundi, usiwai usiwai kanyaga Kisii. Hakuna siku uliwai kanyaa Kisii hata kuzinda mradi mmoja hata ya maji Saire mradi tumana unalizindua. Ni matusi, uchochezi, ukabila ambayo hatuna room for such a kind of behaviors in this, in this republic of country. Mheshimiwa, nikimalizia nataka kuiambia serikali yetu ya Kenya tukiongoza mheshimiwa Rais, hatuwezi kuendelea kutishwa na kuishi kwa uoga kwa sababu ya mtu mmoja mwenye amekuja Chadorcas Community Party, yani DCP, ama kwa lugha nyingine tunaita Danganya Central Party. Habari ya kuwachochea wa Kenya ya kutoonyisha kwa misingi ya kikabila, bwana Rigathi Gachagua Mheshimiwa Osoro, na nimekuambia hapa, alikuwa ni chokora, alikuwa ni muuza mitumba, na sasa na yeye ni mbunge Mheshimu. Na ukome kabisa, ukiendelea yeah kumwingilia usiwahi kanyaga Kisii hadi unauza soro zako. Don't try. Don't try that because we have seen that you don't respect other leaders. Kama unataka uheshimiwe Rigathi Gachagua, ikivi yako iliena na Kiindiki, wacha hasira

Kwanza kabisa acha niwakumbushe ile kazi mjumbe wetu amefanya huko Kisii pale. yeah, yeah. South Mugirango kuna sehemu inaitwa Sare. Pale Sare hakijawahi kuwa na secondary school, sai sa secondary school inaendelea kujenga, yeah, yeah. pale South Mugirango

Huyu mtu wa Maasai huyu mutu wa mitego, nataka nimwambie, ndugu wawili wanapopigana kwa familia asiingie, sababu esichua chua wanagombania titi ya mama ama nini? huyu yeah! mutu wa, wa, wa, wa munyoro kinywa chake ni chafu, mudomo yake chafu, maneno yake chafu uongozi wake mikono yake imejaa damu ya watoto wetu wa ambao iomana 2022. Yes. Yes. Akijaribu kugusa Silvanus Osoro tunamtangazia msimamo. Si wewe wa mnyoro, mtu wa, wa masas, usikanyage Kisii. Kisii iko na wenyewe sababu Osoro <gibu>. Hata ukienda huko Tabaka township. Sai wale watu walikuwa wanachonga kwale wamewekewa mafuli chwa iwachomi. Hey! Huyu ndio kiongozi ambaye sisi tunatambua kama wa jamii ya Kisii. Hey! Na sisi tumetangaza hapa kama watu wa jamii ya Kisii. Silvanus Osoro ataongeza, ataongoza sauti ya Mugirango hata kama ni 30 years. So, so, wewe wa Munyoro, ule mtu ambaye alituambia tulikuwa tunatafuta saba mkuru Kayaba. Gura ujeuri wako, sisi acenda na kiongozi wetu sababu yes. Hiyo ni kiongozi mchapa kazi. Wewe ni mtu wa kuua watu, wewe ni mtu wa kuongea uchinga, wewe ni yule mtu unasema pombe haramu inaenda Central Kenya Wani ye ye Turukana si si haramu chang'aa yenye inauzwa Turukana hiyo, wacha hiyo uko nao na sisi tumeamua safari hii <laughs> utengeneze chama ya kuitwa Dorcas Community Party, hatuwezi pata mambo yako kama <laughs> <hazim> <Ano wese, hazim> wewe ulituwekea William Ruto, sisi hatuta kusaidia kumtoa, tumempenda, tunafanya na yeye kazi <laughs>